Na wamebatizwa tumepata roho kama arobaini na nne. Sasa wameshabatizwa na bado kuna wengi ambao wanajiunga, wanasema tunahitaji kubatizwa. Swali ambalo walikuwa nalo wenza wa wachungaji ni wapi watapata mahali pa kusalia waumini wapya hawa ambao wamepokea nuru, ambapo leo Bwana amefungua njia na zoezi la ujenzi wa kanisa umeanza rasmi kijijini hapa tunategemea kujenga kanisa ambalo litabeba watu mia tatu hamsini mpaka mia nne na tutakapoanza leo ujenzi hili kanisa mpango wetu ni lijengwe kwa muda wa wiki mbili tu liwe limekamilika kwa hiyo tunaamini kwa neema ya mungu ndani ya wiki mbili kuanzia leo kanisa hili litakamilika na waumini ambao wapya ambao wamejiunga watapata mali pa kuabudia Kwayo tunaomba mtuombee ili Bwana afanikishe malengo ambayo tumejiwekea. Hizi ni nyayo za mpekuzi kutoka Ubilindi Kahama, nikiwa nimewezeshwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali atape kufika eneo hili. Kwa niaba yake kija mpunzi, mimi ni Baraka Ngofira. Asante sana Baraka Ngafira katika nyayo za mpekuzi, ishara kwamba nuru ya matumaini inaendelea kuwa mbaraka hapa nchini Tanzania, Afrika na duniani kote, na tukiendelea kumshukuru Mungu kwa sababu yeye yeah, yeah, ndiye anayeruhusu haya yaendelee kufanyika kwa uzuri. Ni kweli kabisa, pongezi na shukrani nyingi zimwendee Dr. Nifrida Metekaro kwa somo zuri, somo ambalo hileo limetoa mwanga kwa wale walio wanandoa, lakini wale ambao wanatarajia kuingia katika taasisi hii tufuatilia asante kwa mrejesho, na tukikiri hakika kwamba tunaendelea kupokea mrejesho, na kumradhi kwa jumbe ambazo hatujaweza kuzisoma kwa sababu ya wingi wake, lakini tunathamini sana taarifa unayoituma na taarifa hizi zitakusanywa na kuunganishwa pamoja mwisho wa mkutano. Asante kwa ujumbe kutoka Bupanda Gila Adventist Secondary School, Bariadi, Simiyu. Rafiki anasema tunawapata zaidi ya wanafunzi wapatao 270 na nafuatilia kila siku tangu mkutano huu mpaka sasa wakiwa okay, wamejitoa wanafunzi nane kwa ubatizo, na Bwana aendelee kuinuliwa. Amina. Asante pia kwako presida Pasco kutoka Bukoba, anasema anatupata kwa uzuri katika Nuru ya Matumaini. Amina, yupo rafiki ambaye amejitoa kwa ubatizo kwa kusikiliza mahubiri haya Dar es Salaam Net Event kupitia redio ya AWR Tanzania. amina. na huyu ni mzee mwenye umri wa miaka has ambaye amekuwa msikilizaji mzuri wa AWR tanzania Amen. Akisikiliza kila siku na sabato hii atakwenda kubatizwa Taarifa imetumwa na Mchungaji Eleneza Rajabu, mchungaji wa mtaa wa Handeni pale Tanga. Amen. Zaidi ya watu 80 wanafuatilia kila siku na watu wawili wamejitoa wa tayari kwa ubatizo, taarifa ikitumwa Nah. Na kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Sibwesa. Barikiwa ujumbe utakuwa sana. Inaendelea kuwa mbaraka hapa nchini Tanzania, Afrika na duniani kote kwa ujumbe huu mwema kabisa. Lakini marafiki wengi wanaendelea kutufuatilia kwa uzuri na mrejesho ambao unaendelea kuupata. Anaitwa mteule Agnes Prince, anasema anabarikiwa sana vipindi vyote na yote ambayo yanaendelea kufundishwa lakini zaidi ya yote, Mungu ameendelea kuwa mwema katika nuru ya matumaini. Kuna story na taarifa ya kuvutia niva kwa marafiki zetu uh, zaidi ya watu sabini mpaka mia moja wanafuatilia mahubiri haya, taarifa ikitumwa hey, na Andrew Mwaigomole kituo kipo soko la Lukolongo. Warafiki zetu ambao walikuwa walaibu wa dawa za kulevya ndio wahudumu katika kituo hiki, imagine. Amen. Na kituo hiki kinasimamiwa na, na mwenyekiti wa soko ndugu Joseph Ndimini ambaye ametoa TV na jumla ya TV ziko mbili. Kwenye soko moja na watu wanazidi kubarikiwa, zaidi ya watu sabini hadi mia moja wanabarikiwa kila siku. Kilichonivuta ni hawa marafiki ambao wao walikuwa ni waraibu wa dawa za kulevya, lakini hatimaye sasa wamemfuata Kristo. Nuru ya matumaini kwao ikaendelea kwa kuangaza, tukirudisha sifa na utukufu kwa Mungu aliye hai. Na sasa tunapoelekea madhabahuni, rafiki mtazamaji na